Labda wangekubali kwamba mlima wa kazi zilizoundwa mara nyingi huhusika sana na ngumu. Ni jambo lisilotarajiwa kwa sababu Daniel anaitengeneza wanapoendelea, wanapoboresha, lakini pia wanabutunga kwa sababu usipoitengeneza haijaundwa na kisha haitakuwepo. Pia huboresha wanapofikiria juu ya onyesho au maonyesho kimawazo au wanapokuwa kwenye mazungumzo na hali zingine. Sio lazima, lakini unapaswa kufikiria juu ya kutengeneza aya yako ya opera. Nina kuhimiza ufikiri juu ya mistari ya opera opera kama michoro ya Venn kwa kuwa mistari mingi ya opera inaweza kuwepo na inaweza kuwa huru au inaweza kujumuisha mwingiliano, au sio lazima iwe huru, na moja inaweza kuzalishwa na au kudhibitiwa na nyingine. Operesheni ni jina lingine la biashara. Kwa hivyo, Unaweza kutaka kupumzika kutoka kwa kufikiria juu ya mistari ya opera kama kumbi za ubunifu na kwa muda fikiria juu ya kama biashara.